Mimi Kishki si katika ukoo wangu kabisa. Mimi naitwa Nuruddin ibnu Muhammad ibn Ahmed Alahdali, na Alahdali ni ukoo katika Bani Hashim, kwa kule kwetu tunasema ni masharifu alul bait. Lakini wengi hawanijui kwa hilo, wananifahamu kwa jina la Sheikh Kishki kwa sababu nimesoma fari ya Azhar al Sharif kwetu miaka kumi kuanzia tamhid mpaka rabi' thanawi. Sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa mwisho tunamaliza thanawi kwa miaka minne, nikachaguliwa kwenda kusoma Masr, lakini Allah Subhana wa ta'ala kunipa tawfiki hiyo. Baadaye nikajiunga na Jamiatu al-Madina al-Alamiyya biMalaysia kulia ya dawa na usuluddin, na mwalimu wangu ambaye alikuwa mushrifu wangu Sheikh Ibrahim Dr Ibrahim al-Bayumi wa Kimasri, amenishauri kwamba nichukue magister, na mwaka huu ndimemaliza majisteri ya dawa na usulu din. Kwa hiyo kile kitendo cha kuitwa Kishk, kwa sababu wakati naanza khitaba nikiwa mwaka wa nne katika katika ibtidaia, nimependa kuanza dawa kwa sababu ya aya moja, ambao mashehe wengi ambao ni maulama wakubwa, mimi si chochote si lolote mbele yao, wana fununu zote, lakini shida ilikuwa ni aya moja tu, kwamba kila anayesoma aya hiyo anaikosea wakati huo ni mtoto bado, ile akili za kitoto, hata mbona mi nimehifadhi Qurani, kwanini mashekhe wanakosea aya? Ngoja mimi nianze dawa. Ko nimeanza nikiwa kinda, sina uwezo wa kutunga wakufanya istihvar wala ilqa, nikawa namskilza, he, unazungumza kama kama, ikaendelea ile kafu tashbih nawau ashabh ikaenda nikaambiwa, hapana, wewe bwana ni Kishk na kwa sababu ni mwana wa chuoni ni, ni, ni, wa ni daia mkubwa uhibbu, uhibbu salihina walastu minhum. Sikulipinga, sikujiita, nimeitwa.